Vurugu ikitokea expect loss of lives, expect loss of properties, expect... unasema tu basi na waje tu hivyo hivyo. No, no, kuna kiapo cha kulinda hii nchi, kuna kiapo cha kulinda mali za watu, kuna kiapo cha kulinda usalama wa raia. Rai yetu kwa Watanzania, sote tukatae tusiipeleke nchi kwenye jambo la aina ile ya, ya, ya, ya Oktoba 29 nimeunganisha tumejiandaje, nime, nimeunganisha nimeunganisha na, na maswala ya, ya kupotea e, e, vifo vilivyojitokeza kwenye vurugu. Vurugu ina ma, ma, madhara mabaya tusipeleke tena tukatae, kupelekwa tena kwenye situesheni ya aina hiyo ya nchi.